Nam, asante sana mtazamaji. Mazungumzo yetu yanaendelea hapa studioni, bado ni keli na wageni wangu, lakini ili kwa sababu suala hili linahusu sana mwananchi, wacha tuelekee kwa mwananchi, tusikize kauli za wananchi kutoka Taita Taveta na kaunti nyinginezo kabla ya kuendelea na mazungumzo. Shukran, na kujia moja kwa moja kutoka mjini Voi, ambapo hivi leo tunazamia mada kuhusiana na kuhalalishwa kwa hazina mbalimbali za serikali hapa, tukizungumzia hazina ile ya ngafu na vilevile vile hazina ya ustawishaji maeneo bunge NGCDF, wengi hapa wakitoa maoni yao kuhusiana na hazina hii, hasa ikikumbukwa kwamba maoni yanaendelea kutolewa katika maeneo bunge yote 290 na haya ndiyo maoni yao. Uh, kuhusu swala la NGCDF uh, ni swala zuri uh, sisi nia yetu aswa kama wananchi ni kuhakikisha wananchi wanapata ile service. Uh, na tukiangalia katika auditor general report most of these MPs wengi wanapata disclaimer so we really don't know what the money is doing uh, ni kitu kizuri lakini tunataka wajibike, wasiweze kutumia pesa kiolelelela vibaya ambaye heleweki because at the end of the day sisi tunataka mwananchi apate huduma katika village level. Kuhusu swala la NG-CDF, ningesema ibaki lakini ikuwe na uwazi, ikuwe inalenga walengo, isikuwe watoto wa matajiri ndo wanapata wale maskini hawatambuliki. Ikibaki lakini, kuwe na uwazi. Uwazi ndo transparent, ndo kila kitu katika katika hii nchi yetu. So kama kutakuwa na uwazi, haina haja, basi ibaki, lakini kama kutakuwa na uwazi pesa wa kuganya hiyo pesa, ningependa ibaki iweze kusaidia watoto wa maskini, juu kuna wale inawasaidia paka sai, kuna wale ambao inawasaidia. So ningependa iendelee, lakini kuwe na uwazi, transparent ndo kila kitu NGCDF. Uh, uh, katika at, uh, article number 4 of the 2016 act yenye ambayo inadili na mambo na NGCDF. Mimi ningeweza kutoa maoni yangu na niseme ya kwamba eh, NGCDF bado iendelee na kutolewa kwa wabunge wetu, lakini swala zito ama swala kuu kuhusu NGCDF ni vile hizo pesa zinatumika. Hizo pesa zinatumika eh, kwa kiasi ya kwamba haifikii ama mwananchi apili ile uzito wa NGCDF. Mimi nataka hii mambo ya CDF irudi kwa national government, lakini iwe kwa katiba ndio tupate free education juu hii pesa hata kipewa wabunge manani atupati hii pesa kwa kuna watu yao wanachagua kupeana hizi nini, watu yao wanachagua kupata hii basari, kwa kuna watu yao wanachagua kupata hii basari. Mara ukienda pale unaomba ile kitambulisho yako, uangalie wewe umetoka wapi na wewe ni mpigaji wa kura wa hapo. Tunataka irudi kuwa national government na iwe kwa katiba. Nam, ndio maoni ya wakazi wa kaunti hii ya Taita Taveta, wanaosema kwamba licha ya hazina hizi kuwa na umuhimu mkubwa katika kuimarisha sekta ya elimu sawa na sekta ya usalama, kuna haja huwa na usimamizi mzuri wa fedha hizi, ili wananchi wengi zaidi wafikiwe na manufaa ya hazina hizi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Tangu CDF ianze, ilimkesha peke yake ambayo imeweza kumgusa mwananchi kwa ukaribu sana. Tukiangalia, CDF ndio pesa peke yake ambayo imeleta usawa mashinani, na pesa ya CDF si kama ile pesa wanapatiwa magavana. Sisi kama wajumbe hatuko kwa CDF tena, kuna kamati ambayo imewekwa, lakini kuna wale ambao wamekuwa kipotosha watu na kutumia makoti wanaenda kotini wakisema kwamba hii pesa lazima ikufe, lakini mimi nataka niwaambie namna hii, siku CDF itapotea hapa nchini, huo ndio utakuwa ni mwisho wa watoto wetu wa maskini kwenda shule. Hii pesa jamani imesaidia sana. Hapo mwanzo shule huku kwetu za sekondari zilikuwa ni kidogo sana, ilikuwa kwa mfano, nikitoa mfano ni St George's na, na labda Mariakani lakini hizo shule zingine ambazo sahii zimeenda kujengwa e, kwa huu mfumo wa NGCDF zimekuwa nyingi kiasi cha kwamba watoto wetu saa hii nao wamejua kwenda form 1 mpaka form 4. Zamani ilikuwa kupeleka mtoto ukiwa unaishi huko eneo la pengine mnagoa dola ama ndatani, mpaka ulete mtoto paka St George's, ama ulete mtoto mpaka Mariakani. Walikokuwa wanafundisha ni wale ambao matajiri Kusema ukweli basari zimetusaidia sisi kama wamama ama kama wazazi ambao tunazaa watoto na tunashindwa kupeleka watoto wetu shule. Basari zimetusaidia na zimetusaidia kwa miaka mingi, na sasa tukisema, tukisema, yani... Kwa hivi sasa nazungumza, kuna watoto ambao wako nyumbani hivi hawajaenda shule kwa sababu wamekosa hizi, wamefukuzwa shule, hawana pesa, na hizi basari ndo zilikuwa zinatusaidia sisi kama wazazi. Tukileme, tukilemewa tunapata huku kwa mbunge na tunapeleka watoto wetu shule. Imeweza kupatia fursa ama nafasi wale wanafunzi ama watoto ambao wanatoka jamii maskini kupata elimu kupitia kile kitengo cha basaris vilevile vile pia imeweza kupeana nafasi zile shule za misingi na shule za upili ambazo miundo misingi yake si mizuri. Uh, wabunge kupitia hiyo pesa wameweza kuzirekebisha ama kuzijenga. Asante sana kutoka eneo hili la Mboni hapa katika afisi hizi uh, za eneo bunge la Mboni ambapo ndipo palipo na mkutano wa wakazi wa eneo bunge la Mboni, ambapo wakazi hao wamekongamana hapa hii leo kwa siku ya pili, ambapo uh, wakazi wa ama wananchi wa ama taifa la Kenya kote nchini uh, wanakongamana katika maeneo bunge yao kutoa maoni haswa kuhusiana na mchakato huu wa iwapo azina hii ya CDF ile ya NG-CDF na vile vile ile azina ambayo ina, inapewa maseneta kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaangalia utendakazi wa serikali za kaunti itolewe, hao ibakie. Na hapa tuko na wakazi tayari ambao wameweza kufika hapa tayari kutoa ma, maoni yao na tunataka tuanze nao moja kwa moja karibia hapa, uh, uanze na jina na utuelezee iwapo, uh, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala huu. Uh, majinengo yangu majini yangu ni mheshimiwa wa Jackson Ngovi, na niko hapa tayari kutoa maoni, na ndio haya sasa nataka kuyatoa. Niseme kwamba pesa ya CDF, pesa ya gavu na hiyo akipa nyingine ya kuhakikisha kwamba senators wame oversight governance vizuri, ni pesa inastahili kukaa hapo e, ni fact ile matunda tumeona kutokana na CDF, ukienda katika kila village ka kila sub location katika kila uh, ward utapata, kuna kitu naweza onyeshana ambaye imeundwa ama imetengenezwa kutokana na pesa ya CDF ama pesa ya, ya ngavu. So ni, u, u, kwa kusema ukweli ni pesa kama ya, ya, ya ngavu wananchi wanaomba iongezwe. Maanake ni kidogo lakini inafikia watu kwa ile njia nafaa. Mambo ya CDF hiyo, hakuna hakuna kitu ya kulinganisha na mambo ya CDF. CDF imejengea administration eh, maofisi imefanya kazi mingi, imejenga me, hata madaraja, imefanya kazi mingi ambaye hata nikianza kutaja nitataja mpaka usiku utaingia. So kwa, kwa kipupe kama sasa mjumbe wetu huyo wa hapa Mboni tumeona mambo ya bursaries mambo ya Women Empowerment Fund. Hiyo pesa yote amekuwa akipeana kwa uwazi tena. So mwenye anasema kwamba hii pesa iondolewe ni mtu ambaye hata mafikira yake ajua anaelekeza wapi. Mm -hmm. So, so, um, wacha tusikie mwingine hapa, uh, uanzie na jina wewe nika, uh, ni mwanamke labda, maoni yako ni nini kuhusiana na mjadala huu wa zina hii ya CDF ngafu na zingine? My name is na CDF imenisaidia sana. Niko na watoto sita, wote nimesomesha na, na CDF. Mmoja ameenda university, mwingine ako KMTC na pesa ya CDF. Sijui sasa hii mjadala ya kuondoa CDF, ikiondolewa si ni ma, wa mama tutatoa pesa wapi? Kitu yenye napata ni kitu kidogo CDF. Kazi nimefanya ni kufangia tu, na watoto natafutia chakula na pesa ya CDF. Sasa sijui itatolewa tufanye aje? Mwingine hapa, tuko na wengi hapa, labda uanzie na jina. Karibia hapa, tukaribu utuelezee, utwe, maoni yako, anzia na jina majina. Anaitwa Matilda Ndunge Mwendo, mi nakaa hapa Mbooni. Mwenye anasema hii pesa iondolewe ya CDF, sijui alikuwa anafikiria nini sababu wale wanawake wa, wanjani sana sana usaidiwa na hii CDF kwa bursaries na wale watoto ambao hawana wazazi, total orphans huwa wanapewa bursaries kupitia kwa CDF. Wengi wao wakuwa wanaenda shule. Wengi wao walikuwa wamedrop kutoka shule, lakini wakati CDF iliingia, wengine wakarudi shule, wengine hata wakaenda mpaka university. Kwa hivyo mwenye anasema hii tolewe, sisi kama wananchi tumekataa na tukasema CDF ibaki hapo mahali kuna kuanga na MMPs, ili isaidie wananchi Tulikuwa zamani tukichanga tuki pesa, tunajenga mashule tunajenga maofisi ya assistant chiefs, chiefs, DCCs na, na SCCs. Lakini wakati huu CDF wakati iliingia, wazazi hatutoi pesa mingi shule za kujenga mashule, hata uwezi enda kilomita mbili bila kupata kukupata mahali kuna project ya CDF tukimalizia. Tunataka kuna kuna watu, mojawapo ya sababu ambazo hazina hizi zinaondolewa ni kwa sababu haziambatani na katiba. Labda wewe ungetoa maoni gani kuhusiana na mchakato huu? Eh, kwa majina, mimi naitwa Charles Philip. Mimi ni mwanarika hapa Mboni na nimefika hapa katika hii, uh, hafla ndio niweze kupeana maoni yangu. It is the only fund which ensures equitable distribution of resources uh, in all spheres of the country uh, even at the constituency level we see that hii uh, fund imetumika vizuri sana ukienda kila ward, every location unaona kuna mradi wa CDF nikiangalia still mambo ya youth moso let me give an example hapa mboni we have so many youths umu wa trained as referees na pia wana boda boda wamekuwa trained, ndo wapate hiyo uh, license ndo wakibeba watu waensure their safety uh, kulingana na hii uh, nini ya CDF, maoni yetu ni CDF ibaki, kwa sababu CDF it is the only fund yenye inaweza saidia watu na eradicate poverty

Na asante hayo, uh, ni maoni uh, ya wakazi wa eneo bunge hili ambao ni na hapo wengi wameweza kariri kwamba, uh, ni hazina ambayo imekuwa na matunda mengi katika maeneo ya mashinani na hususan katika masuala ya elimu, masuala ya miundo misingi kama vile uh, barabara na vile, vile ujenzi wa afisi mbalimbali kama vile afisi za machifu na manaibu wao, na wanasema kwamba hazina hii inafaa ibakie ili waendelee kunufaika zili kukamilika, nini haswa kitakachokuwa kikifuatia kiki, kwa sababu pia wale wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile mawakili ambao wana, wanajua masuala ya katiba wanasema kwamba licha ya kuwa wabunge wanasukuma swala hili a, kupitishwa kupitia bunge ni swala ambalo linahitaji lipitie njia ya referendum kwa ajili ya kubadilisha katiba, na ni swala ambalo tutakuwa tukisikiza kujua ni nini kitakachofuatilia kutoka kaunti ya Makweni Mboni. Mimi ni Michael Mtinda, hadi kwako hapo studio, Nimrod. <tosikia> maoni ya wananchi sawia na maoni hapa studioni. Bila shaka nafikiri umeweza kutusikia kidogo, lakini wacha nije kwake Bwana Silas. Bila shaka tutaendelea kuzungumzia maoni ya wananchi na kupigia darubini, lakini kama wengi unavyosikia, nafikiri asilimia mia kwa mia wengi wanaunga mkono CDF, lakini masuala mawili na kuuliza, uweze kueleza kwa wepesi ili tupate maoni kwa wengine. Kwanza ni kabisa, ni miradi gani ambayo inastahili kutekelezwa ndani ya CDF na unahisi ni kwa nini wananchi hawaifahamu, alafu pili zungumzia mpaka kufikia sasa matumizi ya fedha yamekuwa ni kiasi gani? Asante sana bwana Nimrod. Jambo la kwanza ningependa kurudi nyuma kidogo. Nimesikia nimesikiza uh, Prime Minister ambaye amekuwa kwa siasa miaka mingi sana akitoka na kuleta mabadiliko kutaka ifanywe katika changes ya CDF na. Lakini swali najiuliza, hii miaka yote amekuwa kwa siasa kama kiongozi na wa kipao mbele hii maoni imekuanga wapi? Na ile ni swali ambayo wananchi wanafaa jiulize kwa ground imekuwa wapi na, yeah, yeah now nirudi ni kwa, kwa je, je unahisi kwamba hakujifafanua vizuri watu waweze kufahamu ni kitu gani ambacho ameona eh, kinatatiza katika eh, hazina NCDF, NGCDF kuendelea ama ngaf kuendelea ilivyo na kwamba fedha zile zijumuishwe na fedha zinazotolewa na serikali kuu ama hazina ya kitaifa kwenda kwa serikali za kaunti. Waziri hakufanya kufanya kazi. eh? No. No. Yeye ni kama prophet amekuja wa kuokoa wananchi. Na kusema labda kwa mfano pesa sipewe governors. Kama governors wengi ukiangalia, hata mali yako they have failed. Let me just be frank and say that one. True. Na ukisema pesa nyingine sasa ya CDF ni kama kuua wananchi sasa. Mm-hmm. Kwa mfano mimi nikiangalia katika nchi ya Kenya peke yake naweza kusema tu county government ya Muranga peke yake, bwana Kang'ata ndiye amefaulu. Lakini zingine zote hazijafaulu. Kuna daktari ambaye amekaa 12 months hajalipwa mpaka sasa wako nyumbani. So, ukiongeza pesa ya CDF pale sasa, mm. No. wanafunzi No, no, uh, wa Kenya wanakosa elimu ya kuelewa CDF ni nini na ina maana gani? So kwa kuelezea kidogo, kwa mfano, tangu 2017 uh, kufika sahi, mimi katika sabu eh, yangu, nikiangalia naona kwa mfano, katika sekta ya elimu CDF imejenga 26452 classrooms madarasa 1026 plus katika taifa zima, mabweni yeah, dormitories katika mashule 3384. Nikiangalia vyo cho 22,063 laboratories 1,695 libraries katika mashule 153. Kwa upande wa security wamejenga 1,413 administration offices ambazo zinasaidia wananchi katika wodi tofauti, katika mawodi tofauti tofauti, assistant chiefs, isipokuwa wangu peke yake penye natoka hana ofisi, na siwezi kudanganya hajajengewa 2,308 <laughs> chiefs and chiefs offices. Tunataka machiefs wote wapate offices, chukue pale tuone kama ziko 2,000. Ni kitu kidogo. Police stations 1,119 in all the wards, infrastructure. Nikimalizia mimi, nimekuwa nyumbani kwangu nimekuta kwamba MP wangu na MZ wangu wamelima barabara, wameweka mchanga, kama ningekuwa mgonjwa, gari ingenifikia nyumbani. Haya maoni yote tukiangalia ni ipi inatufanya tuseme kwamba CDF itolewe? Jambo la pili, tunaamua namna gani CDF ipelekewe governors ambao wamepewa pesa na hawajafanya kazi na hiyo pesa? Tunataka MPs wabaki na pesa kwanza. Mm -hmm. Nitasema ni kwa nini nimesema hiyo. Naam. Asante sana Bwana Silas, tarudi kwako pia utueleze kwa nini unataka isalia katika hazina na je? kama kuna changamoto katika hali ilivyo kwa sasa, kitu gani kifanywe kufanya mambo yaimarike ama tufanye improvement? Nije kwa Bwana Musonya, bila shaka katika ukaguzi wenu mumezunguka toka CDF ianze kufanya kazi ikageuka ikaja ikawa NGCDF na kadhalika. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, inategemea unasimama upande gani, kuna baadhi ya wabunge ambao wanatumia eh, miradi ya CDF kama miradi ya kujinufaisha kisiasa, ina maana kwamba kuna wodi anapozozana na MCA ambaye anataka kuwa mbunge siku za usoni, kwamba maendeleo hayafanyiki pale. Pili, Bwana Silas amezungumzia miradi ya maendeleo kwamba kuna baadhi wananchi ya wananchi hawafahamu miradi inayostahili kutekelezwa chini ya CDF, mingi ni kuhusiana na barabara. Unahisi wabunge pale wamefanya kazi ya kutosha, au bado kuna mwanya ambao hawajajaza? Asante sana Nimrod. <coughs> E, ningependa kama utanipatia nafasi nieleze no. E, e, kifungu cha sheria cha NG-CDF no. E, 2015 as amended 2023 no. Ndio wananchi waelewe CDF inafanya kazi vipi no. E, wakishaelewa hivyo, e, pia nitawatuma kwa tovuti zetu no. info@ngcdf.go.ke no. E, waende waangalie hapo, watapata ufafanuzi mwingi kabisa. CDF inafanya kazi no. E, jambo la kwanza e, kujaribu kuelimisha wananchi na wale ambao labda wanasema F NGCDF o, pesa zake nendekana ziende county kulingana na katiba e, NGCDF Act e, zile miradi ambazo NGCDF wameruhusiwa kufanya mm -hmm. ni miradi ambayo ni ya serikali ya kitaifa Exclusive. mm -hmm. So, kulingana na mgao wa fedha za kitaifa ukishafanyika, mm -hmm. kuna serikali mbili, kuna serikali kuu na serikali ya serikali taifa, ya kitaifa na, na serikali ya ugatuzi. Ugatuzi. wakishatenga hizo pesa kulingana na uh, kifungu ja, cha katiba ya 200, 218 eh, NG-CDF wanapata pesa zao ku, 2.5% mm -hmm. ama e, e, mbili nukta tano nah, e, asilimia mia ya pesa za e, national government mm -hmm. ndio CDF inapata. mm -hmm. Sasa county kama imeshapata pesa zao e, national government inabaki na pesa zao, alafu kwa hiyo pesa za national government, 2.5% ya hiyo pesa ndio CDF inapata. Sasa CDF haipati kwa pesa za county, bila anasema pesa ichukuliwe ipelekwe kwa kaunti. mm -hmm. so inamaanisha hata CDF uh, waseme itapitishwa kwa, itapitishwa kwa serikali uh, so gani hiyo no. hiyo pesa haiwezi kaenda kwa kaunti kulingana na kikatiba mm -hmm. juu pesa ya kaunti hiyo, ndio kitu maybe, watu hawako na fahamu no. walikuwa nasema CDF iende iende kwa kaunti no. Sasa hiyo ndio jambo ya kwanza, alafu jambo la pili eh, kulingana na yale mambo umesema uh, CDF kuna wadi fulani azipati pesa kulingana na CDF Act kuna utaratibu ambao unafuatwa ndio miradi ifanyike, eh, ama ipewe ruhusa ya kufanyika na bodi ya kitaifa. NGCDF inasimamiwa na eh, kamati kuu mm -hmm. Kitu ya kwanza kwa sababu tulisema kwa sababu ya kuanzilishwa kwa eh, hii hazina kulikuwa na, eh, kutokuwa na uwazi kwa kufanywa miradi ya serikali, lazima kitu ya kwanza bunge inapoingia mwaka mmoja, eh, kwa huo muda wa mwaka mmoja lazima tukuwe na what call ward meetings eh? yenye wananchi wanaenda kila ward kutoa maoni, na maoni ni, ni yako, si kutoa tu maoni kusema ni miradi ipi itakana ifanyike kwa CDF. Wakishatoa yale maoni, yale maoni yanaenda, yanakalishwa, yanakaliwa chini na kamati ambayo iko kwa eneo bunge. Na hii kamati, bila watu wanasema aichaguliwe na mheshimiwa hii kamati kuna utaratibu. Ukisoma tena hiyo eh, sheria ya CDF utapata kuna utaratibu na hiyo utaratibu ina, eh, kulingana na hiyo kamati inapigwa msasa na kamati special yenye inatauliwa na yule eh, mkubwa anayesimamia mambo ya eh, nini, development kwa kaunti mwenye DCC Naha. Sasa hiyo kamati kishafika hapo, hawa wanachama wanachaguliwa alafu wanasimamia maneno ya uendeshaji wa Nah. Hili, hili, nini hii hazina nini, nah. Na kwa hiyo kamati tena eh, kamati kuu the board ya CDF inatuma afisa wake mwenye anaenda kuangalia na kuwashauri kamati vile ya kufanya miradi kulingana sirikani, na serikali na huyo afisa ndio mmoja wake ndio mimi, mimi nakaa nao tunawapatia, eh, mwenendo ni huu itakana ifanyike hivi kulingana na kisheria. Kila kitu inafanyika hivyo. Wakishafanya hivyo, wakishapitisha miradi nao kulingana na private, wanatuma kwa board, board yenye iko national board, yenye isa isa nini, body corporate. Body corporate we mean is like a parastatal. Wanaangalia, wanapiga msasa tena miradi kama inafuatilia utaratibu ule na ile miradi yenye itakana ifanyike na CDF. Wakishamaliza wanaidhinisha kulingana miradi wametolewa kutoka kwa ward level ikaenda kwa constituency ikafika. Sasa hiyo miradi ndio wanapitishia pesa, wanasema nao mnaweza endelea kufanya ile miradi. Sasa wananchi wanahimizwa tukiwa na ward meetings, bila tuna we do publication, they should go there na kupatiane maoni yao kama inavyofanyika sasa. Eh, sasa hivi ile inafanyika ni tofauti kidogo, kwa sababu saa hii si hii maoni unatoa ni tofauti, ni tofauti, ni tofauti lakini sasa nito... ku, ku, ku, ni kurekebisha katiba Na. lakini sasa ile ingine ni ya miradi umuradi. Tunataka miradi, tunataka darasa fulani, tunataka maktaba, tunataka barabara, barabara, maji. Sijaenda hapo, nitaenda Na. kuelezea miradi gani inafanyika, zui hapo kidogo kwa sababu kuna, kuna hazina nyingine tunataka tuizungumzie. Tunazungumzia tuna, kama alivyofafanua vizuri sana bwana Musonya, tunazungumzia NGCDF, lakini pia tuna hazina NGAF ambayo ni ngafu ambayo nafikiri inasimamiwa na wawakilishi wa kike katika maeneo tofauti. Kuna tatizo la mwingiliano katika baadhi ya miradi hii, kwa sababu kama alivyozungumza kiongozi wa ODM Raila Odinga, na naamini kwamba viongozi wengine wakiwemo magavana na kadhalika, ni kwamba ukiangalia sehemu moja tu, kwa mfano, ya miradi kama utoaji fedha za basari, utakuta kwamba NG-CDF anatenga fedha zake like. Utakuta kwamba NG-CDF anatenga fedha zake, utakuta MCA mashinani anatenga fedha zake, utakuta pia gavana anatenga fedha zake, utakuta hata kuna baadhi ya maseneta ambao wanatenga fedha zao, ziwe ni za kibinafsi au kwa malengo ya basari. Sasa kuna wengi wanahisi kwamba hii inaleta tatizo ya kwamba kuna mwingiliano, duplication. Sijui kama unahisi hivyo Bioka. Uh, naweza sema kwa sasa ni kweli but kumbuka, ngaf ilikuja ikawekwa kuwa hazina under affirmative action no. And uh, hiyo ikakuja ikapata uh, niseme <laughs> ilikuja ikakuwa dhabiti, na mara mingi unakuja kupata ya kwamba ngafu pia inasaidia pale mashinani. mm -hmm. Na um, we must all agree that uh, kuna duplication of roles. And I think this is where now we are supposed to really streamline no. Tujue ya kwamba huyu akifanya hii huyu anahitaji ana, ana tu kufanya hili no. Wacha nirudi tu kidogo kwa what Mr Musonye was saying no. ya kwamba most of the functions that uh, CDF inafanya ni national functions no. na ngaf sana sana ina, in, in, in, in, inashikilia mambo na inasimamia mambo ya kijinsia. ama, ama, ama <coughs> no. ku... Kwa mfano ukiangalia ngafu vile ilivyotengenezwa yes. utakuta kwamba uh, inasema hapa the National Government Affirmative Action ngafu was established in 2014, 2015 financial year, through Legal Notice number no. 52 of the Public Finance Management Act nambari 18 ya mwaka 2012. Lengo lake kubwa lilikuwa katika kujaribu kumsaidia uh, mtu wa jinsia fulani sio? yes. kwa sababu tunapozungumzia affirmative action inakuwaje? Basi kunakuwa na mchanganyiko wa marudio ya majukumu uh, those, those are the things that tunafaa sana kuangalia. mm -hmm. Kwa sababu unajua pale ndio sasa utakuja kupata kwamba if your roles are not defined ile sababu umepewa pesa kama hiyo, sababu haijakuwa defined vizuri, hapo ndio kwanza tunakuja kupata ya kwamba pesa zinapotea, na hapo ndio tena unakuja kupata ya kwamba au mtu akiona ya kwamba, tuseme MP ameona ya kwamba ngafu alikuwa wanataka kupeana pesa kwa mama, tuseme kitu kama merry go rounds, waanze kufanya biashara, na MP amefanya the same, so ngafu atatoa pesa isemekane tu kwa reports and on that note, pia na, na, na, na, na laumu akina Mr Musonye because hizo mamwanya wakiz, wakizipata unakuja kupata kwamba pesa mingi za serikali zinapotea. So, so uh, just to to be precise after trying to explain so much, ni kwamba serikali ikuje iseme ya kwamba uh, kila pesa ambayo inatoka kila hazina ile imewekwa, iny, iny, iwe na a defined role Definite role such that you don't go outside what you're supposed to do kidogo tu unakumbuka tukiwa na county governments most of the things that unaweza kupata zimefanyika hapa pia na national government because CDF, NGCDF, uh, uh, uh, all that they do is a function of the national government unakuja kupata kwamba uh, county governments, many times they fail Because wanaona national government through CDF had already played their roles. Mm-hmm. Nakumbuka very recently, uh, when the when, when, when Ministry of Education wanted to walikuwa wanataka kutengeneza grade 6, wanataka kujenga madarasa za grade, grade 9, I mean it was so sad that they didn't have the money. And watoto wanafaa kuingia kwa hizo madarasa hapo tukaona ya kwamba walikuwa wanaenda kwa mashule wanasema CDF iliwajengea shule. Yes, I understand education is a function of the national government but tunaona sasa pale walikuja wakasema pesa za CDF, zile madarasa zilijengwa na CDF, hatujengi tena kwa sababu walishafanya. Yes, then tunauliza pesa enye walitoa hao, ilienda wapi wakati huo? Na uh, uh, county governments wanasema I, uh, uh, education is not a function of the county county government, so hapo kuna tatizo, kuna tatizo. No, and again I say isai ni deliberate. Na, yes. Itarudi kwake Musonyi baadaye, mwisho mwisho tutafuta suluhu tuweze kujua iwapo tuta <laughs> fanya vyema katika masuala ya sasa ya kufanya mchakato huu wa kukusanya maoni. Tutalinda vipi matatizo ambayo e, Biokala anayezungumzia kwamba kwanza, tunaondoa duplication, pili, tunaondoa ufujaji wa pesa ambao kama hiyo mianya alivyosema haiwezi kuzibwa, basi tunapata tatizo. Bi Esta na Bi Consolata mniwe radhi, tunaenda mapumziko. Tutakaporejea naanza na nyinyi na kupata maoni yenu <laughs> halafu tuendelee na mazungumzo zaidi. Mtazamaji unaendelea kutazama masuala yanayofungamana na hazina ambazo zimekuwa zikisaidia maeneo bunge. Tunazungumzia ma, ma, uh, hazina kama NGCDF, na vilevile vile ngaf ambazo wananchi kwa sasa kwa wingi wanaonekana kuziegemea na kuzivutia upande kwao. Hawataki ziondolewe, hawataki zipelekwe kwengine, aidha katika serikali za ugatuzi au hata zirudishwe serikalini. Haya, tunang'amua zaidi baadaye. <muchos>